Shalom. Anaitwa niko hapa kwenye channel ya Injili ya Milele kuletea habari njema za milele ambazo Mungu alimwambia wanadamu. Mwanagangusema kitabu cha Ufunuo kumi na nne, sita, ndipo maono ya jina la huduma yangu yanapotoka. Malaika akaonekana ameshika injili ya milele ili awahudumie hao wanaokaa chini ya nchi ya duniani watu wa kila taifa, kabila, jamaa na lugha. Injili hii inawahusu watu wote, weupe, weusi, warefu, wakupi, wanene, wembamba na wewe pia na leo nipo hapa kama pasta ambaye ni founder mwanzilishi wa huduma hii kuletea neno la mwisho la kufungia mwaka na neno la mwanzo la kufungulia mwaka. Mwambie mwenzako, neno la mwisho la kufunga mwaka na neno la mwanzo la la kufungulia mwaka. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwenye kitabu cha Yohana 8:31 na 32, Yesu akaongea na wanafunzi wa Kiyahudi waliokwisha kumwamini akawaambia hivi, ninyi mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Nataka kidogo tuzungumze hilo neno kukaa. Kukaa na kuzungumza Yesu sio kama hivi kusimama juu alafu ukakaa hivi chini. No, no, no. Hapo neno kukaa sio sit. Neno kukaa kwenye lugha ya Kigiriki inaitwa meno meno meno, maana yake kudumu, kuendelea kushikamana na kitu bila kuachana nacho. Kwa hiyo Yesu anasema hivi, nyinyi kwa kuwa mlikuwa Wayahudi, mlikuwa na dini ya Kiyahudi, na sasa mmeniamini, mmekuwa wanafunzi wangu, mnatakiwa mwanze kukaa kwenye neno langu, sio tena kwenye neno la kidini, au kwenye neno la mababu, au kwenye mapokeo. Kwa maneno mengine, leo hii hawapo Wayahudi, leo hii wapo Wasamaria, leo hii wapo Wahehe, leo hii wapo Wangoni, na wewe pia unajijua ni wakabila gani. Kwa hiyo unajiingiza humo, ikiwa wewe mtu wa Dodoma, ikiwa wewe Mgogo, ikiwa wewe Muhaya, umemwamini Kristo. Kristo anasema kaa katika neno lake. Sasa hauwezi ukadumu kwenye neno lake, hauwezi ukaendelea katika neno lake kama neno lenyewe haulijui. you How can you move with something that you don't know. unawezaji ukatembea na kitu usichokijua. Ndio maana kitabu cha Amosi tatu ule mstari wa tatu nasema hivi, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipopatana wawazi maana yake mpaka mmetembea pamoja, maana yake mmekuwa kwenye agreement. Sasa neno la Mungu ambalo Yesu amesema ni neno lake, tukae katika hilo, yani tudumu, tuendelee, tushikamane nalo. Anataka tulifahamu kwanza, ndipo tushikamane nalo kwa hiyo wewe ambaye umeoa unafahamu huyo mkeo, kabla hujaanza kuishi naye pamoja ulikuwa umjui, lakini ghafla ulipoanza kuishi naye kwa ukaribu umeanza kumjua, na ghafla mmeanza kuzaa watoto, mmeanza kupata matunda. Hili neno la Mungu ili lipate matunda maishani mwako, inabidi uambatane nalo, uabidi nalo, ukae nalo. Yesu akasema pia kwenye kitabu cha Yohana 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane, inasema ya kwamba yeye ni mzabibu, sisi ni matawi, we are the branches, he is the vineyard. Kwa hiyo sisi matawi ndio yanazaaga matunda, aliwezi kuzaa bila kushikamana na Yesu. Yesu ndio anasema hivyo, kwa anasema kaeni ndani yangu. Neno kaeni ndani yangu hapo kwenye Yohana 15:4 ni kama neno la kukaa katika Yohana 8:31. Lile lile linaitwa meno, meno ni Kigiriki na mimi akati najifunza haya mambo nikapata ufunuo wa kwamba ah, ah, kama tunakaa kukaa ni meno, maanake katika meno ambayo ni haya sasa ndio unatafunia ugali ndo unatafunia nyama, kitu kilicho kigumu, ukikiweka ukakitafuna kinalainika. Kumbe meno haya kama hayapo, huwezi ukatafuna nyama, kama hayapo, huwezi ukatafuna kitu kigumu. Kwa hiyo kama kwenye maisha yako kuna changamoto yoyote ngumu, kuna shida yoyote ngumu, inabidi uitafune kama unavyotafuna nyama kwenye meno, kwa neno likiwa umekaa nalo, sasa ndio unaweza ukaitafuna hiyo shida katika jina la Yesu Kristo. Right now I feel to pray for the someone who is sick, yeye anayeumwa katika jina la Yesu Kristo, I will with the power that heal uh,

ikakuponya na wewe katika jina la Kristo. Ngozi yako ambayo imeungua ngozi yako ambayo imeshikwa na taabu siku nyingi, kwa jina la Kristo wa Nazareti hai, by the blood of Jesus, I cancel it in the name of Jesus. Yoyote ambaye biashara yake ina ugumu kama meno tunavyotafuna nyama zinalainika, na tuma neno la Mungu lenye lenye meno lenye kuweza kukaa kwenye biashara yako ikatafuna mpaka ikawa laini katika jina la Kristo wa Nazareti hai. Wewe unayepitia kwenye mahusiano yenye magumu yenye uchangamoto, hata uelewi kama vile je, ndo huyu kweli uliyezania ndio mmeo? Je, ni huyu kweli ondoa yako huo ugumu unaopata leo hii, nikikutumia neno ukilisikia likaingia ndani ya kwamba Bwana anakwenda kubadilisha ugumu ulio kwenye biashara yako na kuwa mwepesi. Ndio maana Yesu ana uwezo wa kubadilisha maji kuwa divai, why yeye ndo neno lenyewe. Now let's seek a little bit kwenye neno kama Yesu kwa sababu kuna neno kama fundisho la Yesu, alafu kuna neno kama Yesu. Unaposikia Yohana moja, moja, inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikopo kwa Mungu, huyo neno alikuwa kwa Mungu, huyo neno ndio Mungu. Neno huyo, Yohana moja kumi na nne alifanyika mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa neno linalozungumzwa hapo, kwa Kigiriki inaitwa logos, kwa maana ya utu wa Kristo, Kristo mwenyewe. Lakini pia Kristo mwenyewe pia ana maneno yake kwao tunatakiwa tukae, tuanze kujua maneno yake. Ametufundishaje? pendanieni kama mimi nilivyowapenda. Kwa hiyo ili umpende jirani yako, inabidi uanze kujua yeye ametupendaje. Alitupenda tugai wenye dhambi, alitupenda tukiwa na udhaifu wetu, hajawahi kututenga. Yesu alivyokuja hapa duniani, hajawahi kutenga mwenye dhambi. Ni kweli anachukia dhambi, lakini anawapenda wenye dhambi. Wewe ili ukae na wenye dhambi, ukae na wenye shida, inabidi uanze kujifunza huo upendo wa Kristo ambao ameuzungumza kwenye maneno yake. Anasema hivi, rafiki mwema uutoa uhai kwa ajili ya ndugu yake. Hayo ni maneno ya Mungu ambayo mimi kama mtumishi nimeyafahamu kwao. Najua ili niwe na marafiki wazuri inabidi nijitoe kwao, nijitoe kuwahubiria, nijitoe kuwasaidia, nijitoe kuwaombea, ili maisha yetu yawe salama. Amen, amen. So once we are going to close the year, tunavyoenda kufunga mwaka na kuombea kwa Mungu ukamalize na ufahamu huo, alafu utakapoingia mwaka mpya ukaseme hivi: I determine right now, nimefikia firm decision, maamuzi imara ya kwamba nitakuwa naanza kujifunza neno. Uweke ratiba yako binafsi, nitakuwa pia nafuatilia mahubiri kwa watumishi ambao wewe moyoni unaamini watumishi wa Mungu, ambao watakulisha neno, hilo litakuwa linakusaidia sasa kukaa kwenye biashara yako, kukaa kwenye mahusiano yako, kukaa kwenye kila kitu chako, alafu hicho kitu chako kiweze kuzaa matunda. Matunda sio ishu ya kufaiti, matunda ni ishu ya ruti ruti yani, mzizi wa mti ndio unaosababisha tawi kule liende likazae tunda. Tawi likikatika hivi aliwezi kuzaa tunda, ijapo chini kuna mzizi. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ndio mti ndo mzabibu alafu sisi ni matawi. Ili tuzae, inabidi tuabide, tukae naye. Tunakaaje naye wakati hatumuoni physical? Tunakaa naye kupitia neno lake, tunavyokaa katika ushirika na yeye. Ndio maana kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 13, mstari wa mwisho kabisa 13, inasema ya kwamba upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Maana ushirika ni kitendo cha kukaa pamoja hivi, kama unavyosikia sasa hivi, ndio unafanya ushirika na Roho Mtakatifu mwakani 2026, ili utukufu wako Mungu alokuumbia wa ukazi ilike utukufu wa kwenye biashara, utukufu wa kwenye kazi, mshahara wako ongezeke. Determine firm decision, fikia maamuzi sahihi ya kusema hivi, nitaanza kusoma neno, ili ukae kwenye hilo, udumu kwenye hilo, uendelee kwenye hilo, ili uanze kuona matokeo. Wengi tunahangaika na kutafuta matokeo, lakini to be honest, matokeo sio kitu cha kukihangaikia. Inabidi ujue, inabidi ufanye nini ili itokee hivi. Ndio tunaita expert, ujuzi wa kuzalisha kitu fulani. Na mimi nipo hapa, ni expert wa neno la Mungu ni mjuzi wa neno la Mungu. Kitabu cha Matendo sita pao Petro akasema ya kwamba e, imetupasa sisi kuhudumia neno na maombi, ninyi endeleeni na shughuli zingine. Kwa wapo watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta kulihudumia neno. Neno lenyewe hili aliwezi kulihudumia lenyewe, ila mtumishi aliyepakwa mafuta na Mungu ndio analihudumia. Na mimi ndio nimekwambia, nimekufungulia mlango mapema kwa sababu naamini utaingia mwaka 2026. Pokea neno hilo la unabii kwako mwakani. Hakikisha unafanya maamuzi sahihi ya kushikamana na hilo neno ili hilo neno lifanye kazi ya kukuletea matunda. Mfano wa mwisho, kitabu cha Mathayo kumi na tatu. Yesu akawaambia watu, mpanzi alitoka akaenda kupanda nini? Mbegu. mbegu zile zikaanguka kwenye udongo zingine zikaanguka kwenye miba, zingine zikaanguka kwenye mwamba. Lakini baadaye wanafunzi wakamuuliza, tuwambie mfano wa mpanzi, walivyokuwa wenyewe ndani, na hapa tupo wenyewe ndani, mimi na wewe, na kuelezea. Yesu akamwambia hivi, mpanzi yule anapanda mbegu, ile mbegu ni neno la Mungu. Akasema anapanda neno la Mungu, akasema kwenye udongo ni moyo, kwa kuna moyo wa udongo mzuri, kuna moyo wenye mwamba, kuna moyo wenye miba. Miba akasema ni shughuli nyingi za dunia ambazo zinamfanya mtu, lile neno analisikia, ila linapotaka kukua hivi linakutana na vitu vinasonga songa. Kwa hiyo kumbe, tunaposema tuna itamini mwaka 2026 utukufu wetu ili uonekane, maana yake tunataka kukaa kwenye neno ili neno li bast out liforthi yani litumie li, li nguvu kutulipua kwenye biashara zetu, litumie nguvu kutu expandi, kutupanua. Na lazima hapo tuombe kama maombi ya Yabesi. Yabesi akaomba ya kwenye kitabu cha nyakati eh, wa, wa kwanza akasema hivi, lau Bwana ungepanua hozi zangu, mara moja tu alivyomuomba, na Mungu akapendezwa na maombi yake. Na mimi nataka nikuombee sasa kwa neno hili la kinabii, mwakani utakaposhikamana na neno kweli, ninatuma neno la Mungu katika yako, katika biashara yako, katika ndoa yako, katika kazi yako, usibaki kama ulivyo na kupanulia hema zako na kupanulia mipaka yako, mipaka ya viwanja vyako, mipaka ya kazi yako, mipaka ya jina lako. Hautabaki kama ulivyo 2025, 2026, utukufu wako utainuka kwa sababu Mungu ameniambia mwaka 2026 is the majestic year, ni mwaka wa utukufu. So we are going to see the glory of God that will expand in our life in our business. Namna gani ita expand? Ndio tutajifunza kwenye neno lake. Shalom, I love you sana. This is your eternal pastor pastor ne. Love you.